na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.